Karibu mtazamaji wangu mzuri wa chaneli nzuri ya neno la Mungu, shuhuda mbalimbali zinazohusiana na ufalme wa Mungu. Lengo letu ni moja tu, Yesu atukuzwe, ufalme uinuliwe, injili iende mbele, watu wapate kumpokea Yesu. Ndio lengo la huduma tu hizo, hamna kitu kingine zaidi. Tumeishia pale, baba amenitunza mpaka nimekuwa mtu mzima. Sasa nimepata mume, nikaja Kigoma ya Kigoma kwa mume wako. Mungu akatusaidia tukaishi vizuri, tukapata mtoto wetu wa kwanza, akatusaidia vizuri, tukapata tena mtoto wa pili. Wakati pale tu kwenye ule mtoto wa pili sasa, pale siku moja nilitoka kazini nikafika nyumbani nikalala kitandani kama saa nne tu mchana kabisa, nikaona maono mimi mwenyewe sijui siu ta maono lakini, nilisikia tu kitu moyoni kikaja kwamba Mungu anaketi katikati ya sifa kwayo. Nikaona na huduma kubwa na hudumia ya praise and worship. Nikasema mi, jamani, habari za kuimba? Mimi kuimba kwa kweli sijui, sielewi, sijui kabisa kuimba, yaani sijui mimi nilifundishwa kwamba kama kitu ukikiona kama ni cha kweli, kipimo kwa, kwa neno la Mungu. Ndivyo babangu alivyonifundisha. Kitu kama ni cha kweli kama ni cha uongo, utakijulia ndazangu kwenye Biblia. Nikakumbuka kwamba kuna neno linasema neno la Habakuki, Habakuki sura ya pili mstari wa pili Bwana akanijibu akasema, iandike njozi ukaifanye iwe wazi sana katika vibao, ili asomaye apate kuisoma kama maji. Maana njozi hii bado ni kwa wakati ulioamriwa, inafanya haraka ili kufikilia mwisho wake, wala haitasema uongo. Ijapo kawia, ingojee, kwa kuwa haina budi kuja, haitakawia. Ah, nikasema Kweli kabisa, huyu ni Mungu, nimepata maono haya, ni maono ya Mungu, natakiwa nianzishe huduma ya kusifu na kuabudu. Mimi nikishapata kitu humu, ataunipige sielewi. Ghafla nikamwambia mama wangu, mimi nataka nianzishe huduma yangu ya kusifu na kuabudu. Kwanza <laughs> wangu anajua kabisa kwamba abari za kuimba imba siwezi Bibi imesema kwamba niandike iwe wazi, nikaanza kuandika kuandika proposal. File langu kabisa kabisa hapa hapa hapa proposal zangu nikaandika hizi hapa vizuri, huduma inahusiana na nini mwenyewe, kila kitu niandike iweakaanza kuandkan kaa aa a madhumuni ya huduma, kama unaona hapa nikaonyesha mwenyewe itachukua gani itakuwaje, n yani, kila kitu kabisa, maana neno limeshaniambia kwamba niandike iwe wazi, ili kila anayesoma apate kuiona. Nimemaliza kuandika vile, nikaenda BASATA nikasajili kibali cha BASATA iki hapa nindakosa utamaduni, nikaenda nikasajili kabisa. Naamini kwamba nina nini nina ndoto za kufungua praise and worship na kwa vile ni maandiko, niliamini kweli kwamba nina huduma, niliamini kabisa. Kumbe jamani, kweli maono huwa hapo, ila sasa inabidi hekima ya Mungu ije, yaani uono ume, ume, inahusiana na nini? Unajua, hata Yusufu alipopata maono aliona tu watu wanainama mbele yake, sijui anakuwaje, lakini sasa Yusufu hakuona kwamba ili hao watu waje wa iname mbele yake atapitia mchakato gani, itakuwa kuwaje mpaka watu wa iname mbele yake. Na mimi ndivyo nilivyoona kwamba, yaani, nitakuwa na na huduma, nitakuwa na watu wanasikiliza, nitaongoza, nitakuwa namtukuza Mungu kwenye maisha yako. Ndivyo nilivyoona sasa, kwamba hizi nitamtukuzaje, nitafikaje? Hicho kitu ndio nilifunga kwao, nilibaki tu na neno na kutengeneza, ilienda hivyo. Baadaye Mungu akanisaidia kabla hujaozitoa mtoto wangu wa Hmm. Ule ujauzito sitausahau. Kwanza ulikuwa na heka heka nyingi sana, nilazwa hospitalini mara nyingi, lakini at the end of the day nikajifungua vizuri ya mtoto. Nilivyo maliza kujifungua, changamoto likwelikutokea pale, ndipo nikawa totally crazy. Nikawa kichaa, yaani mtu yote ambaye alikuwa anaishi karibu yangu anajua, kwa maana ilikuwa kichaa chaa yule wakokota makoo barabarani, huyo yeye, huyo hivyo. Hey, nikawa mimi siku hapa nikwambia ati nilikuwa kichana fanya, sinyiwi, fanya, wanawini uguza, wanawini uka, uka, nafanya hivi. Nilikuwa sijui ninachokifanya, wanaoniuguza ndio wanaojua kama nilikuwa nafanya, ila nilikuwa kichana, nilikuwa sitambue, na, na viti vyangu vya hospitali hivi hapa kwa, ila siamini hii ni kadi yangu ya mwezi mbili, faili yangu hapo. Niko kwenye watu wa psychiatric saika, wanaohusiana na masuala ya mento. Hili ndio faili yangu la mwezi mbili. Hii ni barua yangu ambayo imetoka medical, kwa mtu yote ambaye anahusika basi anikee, maana mimi ni miongoni mwa wale watu wanaoumwa vichaa Nilipokea ile hali nikaugua, kaambiwa mwendele, mimi nitatibiwa ndani ya miaka mitano, ndo mtakaa sawa. kwa nilikuwa naenda kliniki na kula hizo dawa za ma, respirator mate ni siku naenda napewa pale nachukua na kunatumia na, na, na. Lakini mtu wa Mungu, nikuambia kitu cha tofauti kabisa. mimi nilipona kwa maombi ya watumishi nili mimi sina maana na kile kinamaanisha, niliombewa na kila kanisa Yaani kuna siku moja nilikuwa udini, nilikuta watu wa k yani wachungaji sio keketi, sio wapi, wachungaji sio wapi. Wachungaji. Usijui watu kwa kawa na kuja hospitalini wananiona. Yaani hapo sasa kama vile vile imani yangu ilivyo, ndivyo Mungu alivyonipa watu wa kuniombea. Yaani mimi huwa naamini kwamba mtu yote ni mtumishi wa Mungu. Mimi nikimwona baadaye, yani nasikiliza tu nini anachosema. Na nikwambie kitu kimoja ambacho Mungu amenifundisha kwenye maisha yangu. Achana na kujadili watumishi. Alafu ondoa karibu kabisa na watu ni shikamba nao, take boundaries, weka mipaka. Yaani usi ili nini, usi usiwe nao karibu ukawazoea, alafu maneno yanapokuwa yanatoka kinywani mwao usije ukaacha kuyasikia. Kwa hiyo mimi nimeshajisetiaga, ali mchungaji hata atafuta karibu na mimi kiasi gani, au pati ni tamsalimia, hata nichekisha, sitaki mazoea naye, nataka niwe nasikia kile kinatoka mdomoni kwake. Na kweli Mungu wa mimi anamtumia mtu yote yule mchungaji yote, roho anamtumia na anasema na maisha yangu. Mimi nikifungulia chaneli ile yote napata. Kwa nini? Antena yangu iko vizuri. Yaani siko kwenye kutafuta kwamba kwa nini anatumia hiki, kwa nini sijui anafanya hivi, kwa nini sijui ni dini. Siko hivyo na ndicho kitu nataka ni kufundisha siku ya leo: tengeneza konekshen yako na Mungu. Tengeneza mawasiliano wako na Mungu. Wewe tangu umeokoka, tangu umeenda kanisani, uko tu 2G. Pandisha kidogo yenda ta 4G. Huwa unawasiliana na Mungu vizuri. Utakuwa unapata vitu kutoka kwa watumishi tofauti tofauti na Mungu huwa anawatumia. Kwa ile ile kipindi niliombewa na watumishi wengi, kwa hiyo siwezi ngakwambia eti naenda kanisani, kanisa sibi kanisa gani ndio walioniombea. Wengi waliniombea kwa kwangu ambao wananiongoza wanani, wanani wengi kana mababa walikuja waliniombea wa makanisa yote unayojua waumini wao walikuja kaniombea, end of the day, siku hapa ni mzima. Mwimbili niliamba nitakaa miaka mitano, ni mwaka mmoja na nusu tu, corona ikaja, wala mwimbili sikuendelea kwenda, na nina imani yangu nikaendelea kukomaa nayo, nikaendelea kukomaa nayo. Baada ya kupona ule ugonjwa, hata hakunipa shida. Shida nilikuja kuipata baada ya kupona, hadi wale waliokuwa wananiombea hawaamini kama nimepona. Wale wasiokuwa na imani ndio kabisa, wakiniona, wana wananikimbia. Yaani unaenda kwa mtu ili umsemeshe, ana- yaani anakusemesha kimachali. E, si unajua tena huyu ni zezeta, ni chizi. Kile kitu ndicho kilicho ni gharimu. Nilipitia hali ngumu ambayo ukweli nilifika mahali sasa, nikajirudi nikasema, Mungu ni nini iki umenipitisha? Mungu aliniambia Eliza, ninakuamini. Nimekupitisha maana hapo nakuamini mimi nikasema, kama nimeaminiwa na Mungu naweza nikaugua kichaa, ngoja maisha yaendelee, ngoja maisha yaendelee. Iko siku nitasimama na nitamshuhudia Mungu kwamba jamani, Mungu na kichaa anapona. Koo nikaakuambia hivi, Mungu anaponyesha na kichaa. Hakuna neno lolote la kumshinda Mungu. Baada ya Mungu naambia kwamba nilikuamini, ndio maana kwa nikakupitisha pale Nilirudi ngarudi nga, nga kwenye maono yangu. Sasa nikasema, sasa Mungu, hivi ili neno la Habakuki lilikuwa ni kweli au lilikuwa linadanganya? Kuna ile maombi wanaofanya siku 40 mwezi wa kwanza Pentecosti. Mimi mwaka 2022 nilimpigia rafiki yangu mmoja anaitwa Joyce, nikamwambia hivi, maombi yanaanza lini? Akaniambia maombi yanaanza siku 5, tarehe 5. Siku aliniambia tarehe ngapi? Nilisema hivi, niliapa moyoni mwangu, nikitaenda kwenye maombi nitatoka na majibu yangu. Hii huduma ni kweli ipo, ipo au haipo? Au niliota uongo au ili neno liniambia uongo? Yani naandika naenda kusajili, kuna kipindi mpaka nienda hadi division kuomba vyombo, yani naanzisha huduma kuimba, alafu kuimba sijui nikaleta maspika, hata kuanzisha hata kwambio sijui chana na kitu kinaitwa maono, achana nacho Yale maombi <laughs> niliyahudhuria pale Pentecost. Nilienda nikawa nahudhuria kwenye maombi. Langu ni moja tu, nijue huduma ipo haipo. Ili neno ni kweli au ni uongo. Acha, ninapokuambia Mungu anatumia wa watumishi wake. Na hata zilifika za siku 10 na ngapi? Nikashangaa mchungaji mmoja anaitwa mchungaji Biblia, ndio mchungaji wetu pale kwenye ile kanisa, ndio anayehudumu pale. Yaani mimi kila mtu ni mchungaji wangu. Yule baba akaniita akaniambia, Mungu amesikia maombi yako. Nikatoka pale, sasa nikajua yes, ametamka. Aiyo tayari, siku zilizobaki. So nakuambia hivi, nilikuwa nakuja tu kumshukuru Mungu kwenye maombi, nilikuwa nakuja tu kumshukuru Mungu kwenye maombi. Tukamaliza maombi, sasa nimeshaambiwa huduma ipo, nirudi tena huku kwenye praise and worship au nafanyaje? Ipo, nishaonyeshwa kilipita kipindi kili hapo 2022 2023 2024, sioni chochote yaani, hata sijui nianzie wapi, hadi mpaka nikahisi ni kama misaa. Kuna mchungaji Mwanza anatoa filibeti, nikakutana naye, mchungaji wangu na yeye huyo, akaniambiaje unaona nini eh? Nikasema nini ni ni ambia ni ambia ni nini, mpaka naulizwa unaona nini? Yaani sioni chochote, ngamba sioni chochote. Nilipofika sebuleni nikaanza kutafakari kwani nani ameniambia ninaona nini? niliendelea kuamini kwamba nina maono, niliendelea kuamini kwamba huduma ipo, ila ni huduma gani praise? Yenyewe kwa kweli kuimba mimi sijui, napenda kuimba lakini sijui kwa nini. Naamini kwamba Mungu ni kweli amesema na mimi nina maono, lakini kwamba ni huduma gani? Sasa hapo ndio changamoto. Mungu anakaa kwenye neno lake, Mungu anakaa kwenye vinywa vya watumishi wake. Mwaka huu mwezi wa kwanza kanisani kwetu pale Anglikani baada mmoja tuliingia ile baada ilikuwa ya moto, waliimba wana praise pale, mi nimekaa kule nyuma kwanza. Walivyo anza kuimba tu, nikaanza kusikia wivu, kwani mimi nakaa huko nyuma kwanini siendi kusifu? Ghafla nikatumdia tu pale alivyopanda yule baba yetu chungaji Magogwa. He, siku ile siku alikuwa amejifunga bomu, yaani amejifunga silaha za haji, yaani kwa ajili yangu yule baba Mungu ambariki, alimtumia ili mimi nipate kichokoo cha kuendelea kutafuta. Uuu, ile neno alihubiri, akasema, je, Mungu ametuita ili tumzalie matunda. Kila mtu anatakiwa mzalie Mungu matunda. Anaongea akaubiriaange, sasa nazaa matunda gani? Akatoa assignment hili neno ni kwa ajili yako, yaani wakati ndio umefika. Na hapo nilikuwa nimeshaandika maombi kwamba Mungu, nataka unipe huduma ya kufanya, nataka nijue. Kwa hiyo alivyosema vile tu baba magogo pale n nikalichukua, nikaliweka, nikiwa nyumbani nimeshaamini yale maneno ya baba Idea ikaja, yaani muda wa maono ukifika kutinia jamani huwa ni rahisi sana Hivi kwa nini usio unaanzisha mahubiri unahubiri unarusha kwenye mtandao? Mbona wewe kuna mahubiri mengi ambayo yameshakufungua kwenye mtandao? ikaingia ikasema huyu ni Mungu. Basi ndiyo ikazaliwa hii channel. Nikasema nitakuwa natengeneza shuhuda zangu, nitakuwa natengeneza mahubiri, wale watu ambao Mungu ameamua kuwasikilizisha shuhuda zangu, kusikiliza wale mahubiri ninayotoa tushie kwenye maombi tufanyeje, utakuwa anayasikia namshukuru Mungu leo kwa furaha kubwa naweza kukuambia kwamba maono yangu sasa nayaona yanaenda kutimia. Mungu akunipitisha pale, aliniamini. Labda kuna mtu tu, mishamu, Mpereke, ume, na yeye na ndugu yake anaumwa kichaa, anione ajue kwamba kama huyo dada alipona kichaa, kumbe na mimi nikipambana kwenye maombi nitapona kichaa. Kuna mtu ambaye tu umeshamwacha ndugu yako mpeleke hospitalini anazunguka yeye ikiona gawa wewe mimi najua na mimi unamwacha tu ni ndugu yako anazunguka mtaani, mchukue, pereke hospitali, pereke kwenye maombi, atapona. Kwa Mungu yote yanawezekana. Mungu akubariki sana, usitoi kwenye chaneli yangu. Kuna hata kama ushuhuda umefika mwisho, lakini bado kuna mahubiri mengi sana na mafundisho ambayo tutakuwa tunashare hapa kadri Mungu atakavyokuwa ananijalia. Mungu akubariki sana.